Jambo na karibu katika mji wa Baraka. Asante sana. Ndio, tunakuona katika mji wa Baraka ni katika malengo gani? Malengo ya ukombozi wa nchi yetu ya Kongo. Ndio, labda baada ya kupata lengo la kuwa ndani ya mji wa Baraka tungetamani, e, ujitambulishe. Mimi naitwa kwa jina ya Ikanda Saidi Dragila. Jina maarufu ni Balen. Ndio, labda eh, raia wangetamani kujua wale ambao wanakusikiliza na, na wanaokutizama kuhusu runinga zetu wangetamani kujua mupo Baraka na kipi ambacho ni kipi ambacho umeleta ndani ya mji wa Baraka katika siku ya leo. Kwa siku ya leo, mpaka niingie kwenye mji wa Baraka na kitu kinachonipa huzuni sana kwa ajili ya uvamizi wa nchi yetu ndio, mpaka sasa, siku zilizopita watu walilisikia jina la Ndaragira, Ndaragira, na kusema kwamba umefungiwa. Labda wengi hawana uhakika kama ni wewe. Unaweza kuambia kitu gani raia wa tarafa la Fizi ambao walitegemea kwamba mchango wako unaweza pelekea ukombozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Asante sana kwa kweli, Wakongomani, watoto wa Baraka, mimi mtoto wenu, nimepita kwenye magumu mengi sana, nilifungwa Natoka Kishasa, naingia Kalemi tena nafungwa, lakini kulingana na uvamizi wa nchi yetu unanipa mimi huzuni kwa kusema nikuje kuungana na jeshi la serikali na watoto wetu wazalendo, kwa, kwa sababu ya kupiganisha adui. Ndio labda wengine wangetamani wajue mpaka sasa ujumbe gani wa, wa ambao unaweza kuwatolea au neno la faraja kusema kwamba wale ambao wanawoga na kusema kwamba labda nchi yetu inaweza kuanguka katika mikono ya wabaya, mchango wenu, labda nyiye mnaweza kuwa na ujumbe gani kwao? Ujumbe wangu wa mwisho ni kusema kwamba wakongomani wote wasiwe na hofu, kwa sababu watoto wa nchi wamesimama kwa kupigania nchi yao. Kwa hiyo kusiwe mtu wa mlengo mwingine wakisema sema akimbie afanye nini. Sisi tutapiganisha adui mpaka mwisho, ndio kufikia sasa. Eh, ni kipi tena ambacho unaweza kuambia wale ambao ndiyo uh, wale ambao wanaweza kuwa na michango uh, ni kweli sisi tuko wa binadamu na jeshi letu la ukombozi ambalo ni la wazalendo linategemea nguvu za raia, wale raia ambao wana kipato kidogo cha pesa ambacho wanaweza kusaidia mawazo, chakula na michango mingine. Mnaweza kuwa na ujumbe gani kwao? Pia na wapa ujumbe wangu wa mwisho, wa kuwe na moyo wa kusaidia watoto wa nchi wanaosimama kwa kupiganisha nchi yao, wasifunge mikono wazidi kutusaidia. Na mimi wale wenyewe wanitambui, wanitambue kwa leo. Mimi ni mzoefu wa maji, nimeomba tupiganishe adui na nitampiganisha hata kwenye Leki Kivu ya Bukavu. Mimi nitafanya hayo mapambano. Nimeomba serikali na wazalendo wote tuungane kwa sababu ya kufukuza adui.